Karibu msikilizaji, katika makala ya Haba na Haba kupitia idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ni kipindi cha utawala bora na kinachoangalia mifano halisi ya mafanikio na changamoto zake. Utakuwa nami Claudia Mayanka, lakini kabla ya kusonga mbele na mada yetu ya hii leo, ni kupe nafasi ya kusikia ujumbe uliotuandikia kulingana na mada yetu ya wiki iliyopita. Eric Davi Ampesia yuko tayari kabisa kukusomeeni ujumbe ambao mlitutumia kulingana na mada ya wiki iliyopita. Asante sana Claudia, wiki iliyopita haba na haba yazungumzia miaka hamsini ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambapo tulikuuliza msikilizaji, je, uwazi na wajibikaji vimekuwa na mchango au changamoto gani katika ya kudumisha muungano na je, kauli mbiu ya miaka hamsini ya muungano Utanzania wetu ni muungano wetu, tulinde, tuimarishe na kudumisha, ina maana gani kwako? Na tukianza na ujumbe mfupi kwa njia ya simu, tuanze na Mwalimu Johannes Yusto Mufuruki wa Bukoba Vijijini, ambaye anasema muungano wa Tanganyika na Zanzibar kwa sasa ni nchi mbili ambazo zimejitenga kisiasa japo watu hawajajua, kinachotakiwa ni serikali moja tu. Naye mama Sabla toka Kigoma anasema muungano uendelee kuwepo, lakini, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na kwa upande ya mtandao wa Facebook, George Adera anasema hakuna muungano wa Tanzania, ni kiinimacho tu. Muungano gani unaozaa nchi mbili tofauti? Naye Joseph Mdinda kutoka Migori nchini Kenya anasema muungano wa Zanzibar na Tanganyika uweze kuwa muungano kweli, na sio kutenganisha wananchi, mwishowe kuleta ukabila. Na tukija katika mtandao wa Twitter, muungano wetu ni mzuri sana, ila umegeuka kwa wanawefaisha wachache, anasema hivyo Edwin naye James Timushi anasema kilio cha wananchi wengi ni ukosefu wa uwajibikaji na uwazi. Haba na haba. Huduma ya bure ya afya ya uzazi nchini Tanzania ni mojawapo ya mada zilizopata kuzungumziwa katika makala hii ya Haba na Haba. Mapema mwaka jana, baadhi ya wateja wa huduma hiyo walionyesha kutokuridhishwa na huduma hiyo, licha ya serikali kuahidi kwamba huduma hiyo kwao ni bure wingi wa damu hera, kisukari hera, mapigo ya moyo hera. Leo msikilizaji, tunarudi katika baadhi ya maeneo tuliyoyatembelea mwaka jana ili kuona, je, kuna mabadiliko yoyote chanya yamefanyika. Huduma kwa kweli ni wastani, sio nzuri kwa sababu mii kama huduma zote imeshazipata kwa gharama yangu mi mwenyewe. Pamoja na changamoto hizo, kuna mafanikio katika utoaji wa huduma hii ya afya ya uzazi katika hospitali za umma. Utasikia wizara husika ikizungumzia ni kwa namna gani wanaendelea kuboresha huduma hii. Unasikiliza makala ya Haba na Haba. Haba na Haba. Na haba. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Benki Kuu ya Dunia mwaka 2012, Tanzania ilionekana kushindwa ikilinganishwa na nchi zingine za Afrika kama vile Senegal na Rwanda katika kufikia malengo ya Milenia namba 5 inayotaka huduma ya afya ya uzazi kuboreshwa mpaka kufikia mwaka wa 2015. Msikilizaji, leo ni mwaka wa 2014. Je, Tanzania iko wapi katika kufikia malengo ya Milenia namba tano? Hapo baadaye, msikilizaji, utamsikia kaimu mkurugenzi msaidizi katika kitengo cha afya ya uzazi na mtoto, kitengo ambacho kipo chini ya Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii nchini Tanzania, Dr. Georgina Msemo akitufahamisha Tanzania iko wapi katika kufikia hili lengo namba tano la Milenia la kuboresha huduma ya afya ya uzazi. Mwaka jana, msikilizaji, tulipata ripoti kutoka hospitali ya Buzuruga jijini Mwanza, ambapo wanawake wajawazito waliofika pale kupata huduma ya afya ya uzazi waliilalamikia huduma hiyo. Ni kukumbusha tu msikilizaji, taarifa hiyo iliyotayarishwa na mwandishi wetu Noel Thompson ilivyokuwa. Wingi wa damu, hela. Kisukari, hela. Mapigo ya moyo, hela ni baadhi ya malalamiko ya wajawazito pindi wanapokosa huduma au kulazimika kuzilipia katika vituo vya afya vya umma. Jambo hili limenifanya kufika katika kituo cha afya cha Buzuruga kilichopo jijini Mwanza ili kujua hali halisi ikoje, na nilizungumza na wajawazito katika kliniki hii ambao wanasema wanashangazwa na huduma mbovu wanaoipata huku serikali ikitangaza kila siku huduma ni bure. Naitwa Anjelina Kigi Makasi. Ongera okay, kwa ujauzito. Asante sana ni si, wastani, huduma ni mbovu, kadi tunauziwa kliniki shilingi elfu mbili, vipimo vyenyewe mpaka uende kupimwa maabara ya hela. Dada huyo unaitwa nani? Naitwa Ana Charles. Kadi imeandikwa pale kwamba haiuzwi juu, lakini uh, nyinyi kwa nini mnatoa pesa? Mnahoji juu ya hilo? Tunauliza nakwambia hivi, toeni utafanyaje? Naona unataka kadi na nayo utafanyaje? nam ilikuwa ni sehemu tu ya taarifa yake Noel Thompson ya, ya mwaka jana, na hivi leo tumerudi hospitalini hapo ili kuona hatua za mabadiliko zilizofanyika. Mwandishi wetu Idi Juma anaripoti. Baada ya kutembelea katika kituo hiki cha Buzuruga hapa jijini Mwanza, nikaelekea sehemu ya kliniki ya wajawazito kuona kama kuna mabadiliko yoyote ya yamefanyika ili kuboresha huduma ya mama mjamzito. Nikaanza kuzungumza na Bi Fausta Nestori na, na kunielezea namna yeye anavyoziona huduma kwa mama mjamzito huduma kwa kweli ni wastani, sio nzuri, kwa sababu mimi kama huduma zote nimeshazipata kwa gharama yangu mimi mwenyewe. Nimejigamkia vipimo vyote, hata hiki cha pesa chenyewe kukipata tu ni pesa. Kwa hiyo ulipokuwa ukifika hapa kupata vipimo ulikuwa ukiambiwa kwamba havipo? Ndio naenda kupima. Nilikuja hapa nikaambiwa kuwa siku hiyo hawapimi, lakini sasa nikaona tena mzunguko wa kuja hapa, unaambiwa vipimo havipo, nikaona bado niende nikapime private Msikilizaji, sehemu hii ambayo kina mama hawa wajawazito wamekaa kuna bango limeandikwa, kadi za kina mama na watoto ni bure, ukiuziwa toa taarifa kwa uongozi. Dada, unaitwa nani? Naitwa Sana. Vipi kadi sasa hivi haziuzwi kama ilivyoandikwa kwenye tangazo hapa? Kadi mi nimepata tu, nisikuuziwa kadi. Msikilizaji, nimeingia kwenye wodi ya kina mama waja wazito. Dada, habari yako? Nzuri. Naona umejifungua hapa, hongera. Asante, nashukuru. Ni mtoto wa kiume wa kike? Wa kike. Ulipokuwa ukija hapa kliniki, vipi, ulikuwa unapata vipimo vyote? Kuna vingine havipo, nilienda kupima sehemu nyingine hapo ulipata vipimo gani? na kipimo cha UKIMWI, kipimo cha mkojo kuangalia mambo ya UTI ya kaswende, lakini vipimo viwili ndio sikupata. katika vipimo nane kipimo cha pressure nadhani ndio hicho nachokumbuka. na dawa kwa wajawazito zenyewe pia zinapatikana? Zinapatikana, kama nilipewa mara ya kwanza SP, nikarudi mwezi wa pili tena na yenyewe nikapewa SP na dawa zingine za minyoo. Nikamtafuta mganga mfawidhi wa kituo hiki Clementi Sobe Mwarabu kuhusu kipimo cha presha na chenyewe kipo pia, kipimo cha presha kipo moja. Ya tatizo kubwa lililokuwa changamoto kwa wajawazito katika kituo hiki ni kuuzwa kwa kadi za wajawazito. Nikamuuliza wamewezaje kukabiliana nalo. Mbali na kupata kadi kutoka kwenye ofisi ya mganga mkuu wa wilaya, tuliweza sisi wenyewe kujipanga, zile kadi ambazo zinakuwa zimepungua tunaweza kutoa fotokopi, lakini vilevile tuliweka matangazo mbalimbali mbali kwenye milango ya kuingilia kwamba kadi haziuzwi na vile vile tuliweza kuboresha katika kuhamisha watumishi mbalimbali mbali kutoka kitengo kimoja hadi kingine. Kauli yetu mbiu, kadi haziuzwi. Kutoka katika kituo hiki cha Buzuruga hapa jijini Mwanza, mimi ni Idi Juma, Haba na Haba nam. Ilikuwa ni taarifa yake mwandishi wetu Idi Juma. Msikilizaji, unaweza kushiriki katika mada yetu ya hii leo, ambapo leo tunaiangalia huduma ya bure ya afya ya uzazi inayotolewa katika hospitali za umma nchini Tanzania. Na leo hii tunarudi katika maeneo ambayo tulienda mwaka jana ili kuona kama kero zilizokuwepo katika kuipata huduma hii zimetatuliwa. Tupe na wewe uzoefu wako na huduma hii ya bure ya afya ya uzazi katika hospitali za umma. Tuma ujumbe mfupi wa maneno kwenda kwenye nambari yetu ya simu 0785, 236938. Mada hii pia inaendelea kujadiliwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC haba na Haba. Tufuate pia kwenye Twitter BBC underscore haba na haba Mwaka jana, msikilizaji, makala ya Haba na Haba ilifika pia katika kituo cha afya cha Gomani kilichopo kisiwa cha Tumbatu, Zanzibar, ili kuona kama huduma hii ya bure ya afya ya uzazi ilikuwa ikitolewa bure. Tulizungumza na Bibi Mwanakida Kombo aliyekuwa na ujauzito wa miezi saba, kipindi hicho alivyokuwa amekwenda kupata huduma ya afya ya uzazi pale. Sio huduma hapa, kwa kusema cha kweli, tunazipata bure. Tuna upungufu wa madaktari, manasemea hapa, tuna madaktari kama vile wawili tu nautoshughulikia kwa ujauzito mpaka kwa kujifungua ndo huo wawili sasa. Hata ukutani huo uchungu useme, kuna kuja huku kutajikuta ukafika huku hospitali, pengine hospitali haijafunguliwa, baadhi ya watu wengine tunazalia nje. Msikilizaji, kama ulivyomsikia Bi Mwanakida Kombo wa huko kisiwani Zanzibar, ni kwamba licha ya huduma hii ya afya ya uzazi kuwa anaipata bure, kunayo mapungufu kama vile alivyothibitisha daktari wa zamu katika kituo wa hicho cha afya cha Gomani kisiwani Zanzibar, Bi Sara Juma Mkombo. Aa, kwa vichakavu kabisa, havitoshi. Usema kweli, ndo mambo yenyewe, ndo kama hayo, mnaviona kwa macho yenu. Huyo alikuwa Bi Sana Juma Mkombo, daktari wa zamu katika kituo hicho cha afya cha Gomani kisiwani Zanzibar. Leo tunarudi Zanzibar ili kuona kama kuna mabadiliko. Ni mara baada ya safari ya takribani dakika 45 na usafiri niliotumia ni usafiri wa jahazi. Lengo kubwa la usafiri huu ni kuvuka na kufika katika kisiwa cha Tumbatu, ambapo hapa katika kisiwa hiki cha Tumbatu nataka kufahamu kuhusu maendeleo au changamoto zinazoikabili huduma ya uzazi bure kwa kinamama wajawazito katika kituo cha afya cha Gomani. Kituo hiki cha afya cha Gomani, msikilizaji, kina milango takribani si na moja ya mlango ninaouona katika kituo hiki ni ule wa huduma kwa kina mama. Lakini kwa leo siku ya Jumamosi, kituo hiki kimefungwa. Miongoni mwa changamoto za awali zilizoonekana katika kituo hiki cha afya Gomani ni ile ya madaktari. Bisara Jumakombo ni mhudumu wa muda mrefu katika kituo hiki cha afya Gomani, anatufafanulia. Kwa kweli madaktari wa waliopo wa kivuko, kuna muda wa mapumziko, wanaondoka na kurejea hapa katika mji lakini vitanda navyo hali ikoje? Bado tupo vile vile, tunaendelea na hivyo tulivyo navyo. Kuhusu swala la usafiri, naibu sheha wa shehia ya Tumbatu Uvivini. Naibu sheha wa shehia ya Tumbatu Uvivini, Kaali Silima Bakili anasema usafiri kwa wajawazito kutoka mitaani kwenda kituoni ni tatizo linalohitaji ufumbuzi kutoka serikalini. Swala la usafiri kutoka mitaani mpaka kituoni, hili ni swala ambalo zito hivi sasa, na tumejaribu kuliangalia, lakini bado hatujalipatia ufumbuzi wake. Kwa hivyo tunaiomba wizara vibajaji vile, kwa hivyo tunaomba vile tupatiwe, na Tumbatu tupatiwe kama vitatu vile mpaka vine, ili mgonjwa wakati hajiwezi tupate tukumleta na ndipo nilipovuka tena kuelekea Mkokotoni ili nifike katika ofisi za wilaya ya Kaskazini A zilizopo eneo la Gamba kwa lengo la kuonana na daktari dhamana wa wilaya ya Kaskazini A Bi Rahma Abdallah Maisara, bila ya mafanikio lakini jitihada zaidi za kumsaka ziliendelea na ndipo nilipompata kwa njia ya simu. Mwanzo nilitaka kufahamu kuhusiana na changamoto ya madaktari kwa ajili ya kujifungua katika kituo cha afya Gomani. Daktari hasa kweli hayupo? Daktari yuko masomoni, yule daktari ambaye yupo pale mganga msaidizi, lakini kama ni upande wa kuzalia pana wafanyakazi watatu wanazalisha, unaona, yupo mkunga muuguzi mkunga yu yuko muuguzi afya jamii tunamutafa hnd na yupo mch hapa zaina na wote sasa hivi wapo zaidi. Bi Rahma alipata fursa ya kutolia ufafanuzi changamoto ya vitanda. Lakini hivyo vitatu hawavijazi hata siku moja, wakalala chini, hilo ni kwambii wamezidi, wanakutana wazazi wawili kwa wakati mmoja. Swala la usafiri nalo halikuwa nyuma, hususan usafiri wa kumvusha mgonjwa anapokuwa amezidiwa katika upatikanaji wa huduma ya kujifungua kwa jimbo la Tumbatu ambalesi wanayo, ambalesi na Kamkokotoni wana, hawana shida ya kuitumia. Wakisafirisha mzazi kutoka hapa Tumbatu kuja huku juu, tunawalipia sie boti na je, usafiri wa bajaji kama ulivyopendekezwa na naibu sheha Birahma anaotolea ufafanuzi gani? Ilo haliko kokote, si watumbatu si wa Mkwajuni, so ilo haliko kokote, mtu yoyote ajitegemee kwenda hospitali. Kina mama wakipata kujifungua katika huduma zilizobora na zikiwa ni za bure tunategemea kupata vizazi vilivyobora pia. Ni Zuhura Huseini Shemng'ombe kutoka Zanzibar. Shukran sana Zuhura Hussein Shemgombe. Msikilizaji, unaweza kushiriki katika mada yetu ya hii leo, ambapo siku ya leo tunaangazia huduma hii ya bure ya afya ya uzazi inayotolewa katika hospitali za umma nchini Tanzania. Leo hii tunarudi katika maeneo ambayo tulienda mwaka jana, ili kuona kama kero zilizokuwepo katika kupata huduma hii ya bure ya afya ya uzazi zimetatuliwa. Tupe uzoefu wako na huduma hii ya bure ya afya ya uzazi. Tuma ujumbe mfupi wa maneno kwenda kwenye nambari yetu ya simu 07

26, 96, na mada hii pia inaendelea kujadiliwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Haba na Haba. Tufuate pia kwenye Twitter, BBC underscore Haba na Haba. Msikilizaji, mwaka jana nilizungumza na mkurugenzi wa Kinga kutoka Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, Dr. Neema Rusiba Mayila, na alizungumzia mojawapo ya mikakati serikali iliyoweka katika kuboresha huduma hii ya bure ya afya ya uzazi katika hospitali za umma nchini Tanzania. Mkakati wenyewe anauelezea hapa. Kwenye mikoa miwili tumeanzisha kitu ambacho kinaitwa delivery pack. Hiyo delivery pack ina vifaa ambavyo vinahitajika kwa mama anapojifungua. Hiyo pake inatolewa bure. Ni mikoa gani, labda kwa mfano, ambazo tayari mmeshaanza kuzitoa hizi pack, na zinatolewa vipi? Ni mkoa wa Pwani na Dodoma, na ni kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vya umma. Huyo alikuwa ni Dkt Neema Rusiba Mayila, mkurugenzi wa kinga kutoka wizara ya afya na ustawi wa jamii. Na kama ulivyosikia, msikilizaji, serikali iliweza kuanzisha katika mikoa miwili, Dodoma ikiwa mojawapo wa mikoa hiyo, utoaji wa delivery pack, kifurushi chenye vifaa vinavyohitajika pale mama mjamzito anapokuwa anajifungua. Na hicho kifurushi anapewa mwanamke aliye katika mwezi wa tisa wa ujauzito wake. Mwandishi wetu Josephine Kaponya ameitembelea hospitali ya umma ya Makole mjini Dodoma ili kuona uhalisia wa jambo hilo. Hospitali hii ya Makole hushughulika na magonjwa ya kina mama na watoto, hususani kina mama waja wazito na wanaojifungua. Na mimi nimefika katika hospitali ya Makole, nipo katika benchi la kina mama wajawazito wakiwa wamepanga foleni. Lengo langu ni kutaka kuzungumza nao juu ya delivery packs, kifurushi ambacho mama mjamzito anatakiwa kupatiwa akiwa katika hatua ya kujifungua. Binema Joeli, yeye ni mama mjamzito ambaye yupo ndani ya wiki ya thelathini na sita na akiwa katika hatua ya mwisho kabisa ili aweze kujifungua, na anasema huduma ambazo hutolewa kwa akina mama wajawazito hazikidhi kabisa mahitaji. Unaweza ukaja hospitali ukawa unaumwa, dawa zikawa zimekosekana hapo hospitali, inabidi utoke nje uende ukanunue, ambapo unatoa hela Mmeshapata huduma ya delivery pack, vile vifurushi vya kina mama wajawazito ambao wanatakiwa kupewa? Hapana, kwa ungumi si, sifahamu na sijawahi kusikia chochote kuhusu swala hilo. Naye Bi Kristina Mwanyika hayuko mbali sana na Bi Neema. Na ndo kwanza nasikia kwako, bado sijapata. Yaani sifahamu. Na sasa malalamiko haya mimi naelekeza moja kwa moja kwa Bi Janet Mtenga, daktari mfawidhi wa kituo cha afya cha Makole, atueleze ni kwa nini kina mama hawa hawapatiwi huduma ya delivery pack. Ni kweli kuna hii delivery pack ni kweli inawezekana wamama wengine wasiwe na taarifa maalum kuhusu uh, hii delivery pack. Ila sasa mwanzo tulianza kugawa hizi delivery pack, lakini imeonekana kwamba wakina mama wanajisahau, wakati ule wanapofika wakati wa uchungu, wanajisahau kuja na zile ile nani kikifurushi, wanakuja wenyewe, na wanapokuja inabidi tutumie vifurushi vingine ambavyo vyupo ambavyo ingebidi vitumike kwa ajili ya watu wengine. Tulichokifanya badala ya hapo ni ku fanya utaratibu kwamba vituo vyetu vyote ambavyo vinatoa huduma ya kuzalisha tuwagawie hizi hivi vifurushi, ili wagonjwa au wakinamama wanapofika kujifungua wavikute. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Joseph Nikaponya, haba na haba <mulia> Msikilizaji, nimemtembelea memtembelea Dkt. Georgina Msemo, kaimu mkurugenzi msaidizi katika kitengo cha afya ya uzazi na mtoto ambacho kipo chini ya wizara ya afya na ustawi wa jamii nchini Tanzania. Na hapa anaanza kwa kutuelezea Tanzania iko wapi katika kufikia malengo ya milenia namba tano ambayo inaitaka huduma ya afya ya uzazi kuboreshwa. Kidogo tuko nyuma ya malengo mwaka huu unavyosema. Tumefanya utafiti kuangalia kwanzia tulivyoanza kutumia eh, huo mkakati mwaka elfu mbili na nane hadi sasa tuko wapi. Tumeona kabisa kwamba kuna mikoa mingine ambayo inafanya vizuri, mingine haifanyi vizuri. Ile isiyofanya vizuri, tumeona kabisa vitu ambavyo vinachangia hasa ni upatikanaji wa vifaa vitendea kazi. Tumeona huduma inayotolewa wakati wa kujifungua pia haitoshelezi, imekuwa ni tatizo. Kwa sasa hivi tunajipanga tena upya vizuri zaidi, ili huduma wakati wa mama kujifungua na upatikanaji wa vitendea kazi, vifaa, madawa, eh, viweze kupatikana hasa katika ile mikoa ambayo haifanyi vizuri. Na labda dkt Msemo, inawezekana Mwanza ni mojawapo wa mikoa ambayo haifanyi vizuri, kwa sababu katika taarifa yetu hapo tumemsikia Bi Faustine story akilalamika pale kwamba amelazimika kwenda kupima presha nje ya hospitali, kile kifaa cha kupimia presha hakipo. mikoa au kanda ambazo hazifanyi vizuri ni kanda ya ziwa na kanda ya magharibi, na nikisema kanda ya ziwa inamaana ni mikoa ya Mwanza, Kagera, Mara nikisema kanda ya magharibi yaani ni Kigoma, Tabora na sasa hivi tunajumuisha na Geita kwa sababu Geita nao ni mkoa mpya. Hii mikoa hii ina matatizo. Kama wizara, mwaka uliopita tuliweza kusambaza hivi vifaa muhimu vinavyohitajika kwenye mahospitali uh, yote mpaka kwenye vituo vya afya vichache. Buzuruga labda ni kituo cha afya, wanaweza hawakuwa wamepata hivyo vifaa, lakini tumesema kwamba maadamu vifaa vinapatikana katika bohari zetu, ni jukumu la kila kituo kununua hivyo vifaa kutoka kwenye bohari kwa hela wanazopatiwa za mfuko basket fund. Dr. Msemo, mwaka jana tulizungumza na kaimu mkurugenzi kinga wa Wizara ya Afya Dr. Neema Rusiba Mayila, alisema kwamba serikali itakuwa inatoa delivery packs au kifurushi ambacho ndani yake ina vifaa ambavyo vinatumika pale mwanamke mjamzito anapokwenda kujifungua. E, walikuwa wanaanza na mikoa miwili Dodoma ikiwemo. Sasa tumetembelea kituo cha afya cha Makole pale Dodoma, na wanawake ambao tumeongea nao, ambao wanakaribia kujifungua, hawa hawana uelewa wa hichi kifurushi. Hili nalo ni tatizo, kwa sababu mpango huu ulikuwa ni kwanza ni wa majaribio katika hiyo mikoa miwili, mkoa wa Pwani na mkoa wa Dodoma na sasa hivi sina jibu sahihi kwa sababu mpango huo haujafanyiwa tathmini kuona kama mpango ule umefanikiwa au kulikuwa na mapungufu ili tuweze kuyaboresha kama wizara kabla hatujausambaza nchi nzima. Ni yani mambo kama yepi ambayo yamekwamisha Tanzania kuweza kufikia hili lengo namba tano la kuboresha huduma ya afya ya uzazi? Mimi niseme labda mwanzoni, kwanza lengo lenyewe lilikuwa kubwa sana Sio Tanzania tu, ni nchi nyingi kama Tanzania. Kwa hiyo sasa hivi wanaweka nao pia mikakati mipya na kuweka malengo mapya mpaka mwaka elfu mbili thelathini na tano. Huduma hii ya bure ya afya ya uzazi ni bure pale inapomfikia mhusika, eh, serikali inagaramia, lakini pale inapomfikia mhusika ambaye ndo mwanamke mja mzito inakuwa inatakiwa kutolewa bure. Sasa pale inapotokea mzazi anaombwa hela labda anunue kadi ya kliniki eh, anatakiwa achukue hatua gani? Kuna mahali ambapo mwanamke anaambiwa akalalamike au akatoe taarifa, katika kila ngazi. Kama ni kwenye hospitali, ataenda kwenye mkuu wa kituo cha hospitali na kusema. Yaani, hamna sababu ya yule mwanamke kuombwa hela kwa ajili ya vifaa vinavyopatikana pale. Ambapo vitakuwa vina mapungufu, hakuna dheni, utaratibu unajulikana, na mtu anatakiwa aelezwe inavyobidi. Nachotaka kupendekeza, wanawake wenzangu na wanaume kwa sababu hamna uzazi unaokuja kwa mwanamke peke yake, ni mwanaume na mwanamke. Tujiwekee malengo na mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba mama anavyokuwa mja mzito anamaliza safari yake vizuri kwa kupata mtoto aliye hai, na kwa mantiki hiyo watasaidia pia hata kuhamasika kuuliza eh, haki yao katika vile vituo vya kutolea huduma, kwa sababu watakuwa wanajua mama mja mzito anatakiwa apewe kitu gani anapoenda kwenye ufuatiliaji katika vituo vyetu vitu vya huduma. Huyo alikuwa Dkt. Georgina Msemo, kaimu mkurugenzi msaidizi katika kitengo cha afya ya uzazi na mtoto ambacho kipo chini ya Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii nchini Tanzania. Haba na Haba. Na msikilizaji, na mada hii tulikuwa tumeiweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook na imekuwa ikijadiliwa pale, na sasa nimpe nafasi msimamizi mkuu wa makala hii Michael Baruti ili aweze kukusomeni mlichokiandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Karibu sana Michael Baruti. Asante sana Claudia Padri Moshi wa Kotela, Moshi Tanzania anasema swala la bure ndiyo kwanza nalisikia, kumbe kuna bure, ndio kwanza mnatufungua akili. Njama wa Zebanga kutoka Arusha, Tanzania anasema haitoshelezi, na ndiyo maana Tanzania tunabakia kushika mkia kila siku. Matias Masawe wa Arusha anasema tatizo la Tanzania ni ufisadi umetawala kila mahali. Robert Mwenda kutoka pande za Songea, Tanzania anasema hii haisaidii kwa sababu madawa hospitalini hakuna, tumekuwa tukiambiwa tukanunue kwenye maduka ya watu binafsi. Stanley Lugembe toka pande za Morogoro Tanzania anasema hali ni mbaya hairidhishi kabisa. Asante sana Michael Baruti. Msikilizaji, unaweza kushiriki katika mada yetu ya hii leo. Tuma ujumbe mfupi wa maneno kwenda kwenye nambari yetu ya simu 0785236938. Na mada hii pia inaendelea kujadiliwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, BBC Haba na Haba. Tufuate pia kwenye Twitter, BBC underscore Haba na Haba. Na basi, kwa niaba ya msimamizi mkuu wa makala hii Michael Baruti, mimi ni Claudia Mayanka. Tukutane tena wiki ijayo kwa makala nyingine ya haba na haba. Haba na haba inakuja kwenu kwa ufadhili wa idara ya maendeleo ya kimataifa ya nchini Uingereza, DFID.